Wakazi wanaoishi katika eneo la Kimulot walitatizika kuvuka kutoka eneo bunge la Bureti kuelekea Konoin katika kaunti ya Kericho baada ya daraja linalounganisha maeneo ya Kusumek, Kipraisi na Kimulot kufurika. Daraja hilo linalounganisha kaunti za Kericho na Bomet ni tegemeo kwa wanaovuka kutoka upande mmoja hadi wa pili kwa shughuli za kibiashara. Wakazi wa maeneo hayo sasa wanaitaka serikali kuimarisha daraja hilo ili lisiwe likifurika kila mvua inaponyesha. Bekin, eh, ata biashara ya kwenda Litein, na, na, na, na, na, na Kapset imetatizika leo. Kwa sababu wakaji wengi hawakufika mahali ambapo walikuwa naenda. Sasa tunaomba serikali kwa jambo la dharura, wajenge daraja hata bila kuchukua wiki moja, waanze saa hii. Malori maloria kubwa kubwa ya kubeba chai, kuanzia kutokea Kericho kuelekea Bomet ama Bomet mpaka Kericho, wamefurika hapa, wamesimamisha kazi. Kubwa imesimamishwa eh, hapa.